Asante, mheshimiwa mgeni rasmi, mzee wangu Mzee Ayanza Peter Pinda. Uh, meza kuu uh, kwa ujumla itifaki ikiwa imezingatiwa. Jina langu naitwa Frank Banka nilikuwa mtiania wa jimbo la Mpanda mjini, lakini kwa heshima na mambo niliyoyasikia ya mgombea wetu wa Chama cha Mapinduzi mheshimiwa Haidar Ahmed Sumry na kwa uzoefu ambao yuko nao kwa muda aliokaa kwenye chama mimi ni nani nisitetemeke, kwamba nilikuwa siwezi nafasi ya idari. Kwa hiyo ujumbe wangu ni mmoja, kwa nini Oktoba tunatiki? tunatiki Oktoba kwa sababu chama cha mapinduzi mgombea ambaye ametuletea, ambaye ni mheshimiwa Haidary Ahmed Sumry anazo sifa zote, na sifa pekee ambayo anaibeba, ambayo na kimsingi mimi niliona baada ya kumfanyia tasmini ni kwamba, ana juhudi, ana nidhamu lakini kwa wakati huu waliofika hapa hatua hii, Mungu aliamua kwamba mbunge sasa awe Haidary embe. Kwa mimi leo, hata kama kuna watu walikuwa wananiambia kwamba ninafaa kuwa mbunge wa jimbo hili, naomba niwaambie ujumbe mmoja, chama cha mapinduzi kina silaha nyingi. Mimi sijakitumikia chama cha mapinduzi kama hivyo kitumikia Haidary. Kwa hiyo ikifika Oktoba 29. Wote tujitokeze twende tukapige kula za ndio kwa Mheshimiwa mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan, lakini kwa Mheshimiwa Haidary Sumry na wabombe, na wagombea wote wa diwani kwa kata zote tulizonazo za Mpanda mjini. Asanteni sana. sisiem moye hako ni kati ya wale wengi waliojitokeza kugombea nafasi kwenye udiwani na kwenye ubunge, lakini yupo, yuko nasi na anasema hana kinyongo chochote. Haidary anafaa na siwezi kushindana naye. Mungu akubariki sana, wape na wenzako ujumbe kwamba tunawashukuruni sana kwa hali mlioonyesha. CCM oyee! Tunaanza na mama Samia Suluhu Hassan. Naomba sisi wote wagombea tuliokwisha teuliwa tuli, tunyooshe tuli mikono juu, hmm? Ndugu zangu naomba wale wote ambao mko tayari tarehe 29 mwezi huu kupiga kura ya ndio kwa Chama cha Mapinduzi kwa ajili ya mgombea wetu wa uraisi Dr. Samia Suluhu Hassan mikono juu na vigelegele na pipijo. Oh, Mungu atubariki sana asanteni sana, na kwenda ngo ya pili, sisi tunakwenda kwa mafiga matatu piga la pili la mbunge na wabunge wenzake, naomba wote tuungane, tunyoshe mikono juu. Wangapi tuko tayari kwa ajili ya kuwateua kuwachagua wabunge wetu viti maalum na pamoja na majimbo wote kabisa? CCM si, si, ehe. Alafu tunakuja sasa mahali kwenye kazi na kuanzia madiwani. Madiwani jembe jamani. Ukidharau madiwani shauri yako. Naomba madiwani muinue mikono juu, na kaka zenu waempoa wapambe, tuko tayari kuwapigia kura madiwani wote viti maalum na madiwani wetu wakata kazi, Kazima, hoye oh! CCM, hoye oh! Na yule msukuma mmoja ambaye amependeza kweli kweli, hoye oh! Awazee wana malendo hawa.